Katika kiwanda cha kutengeneza nywele za kina mama mawigi na rasta kilichopo eneo la Sinza jijini Dar es Salaam wamegoma kufanya kazi kutokana na madai mbalimbali yakiwemo malipo madogo ya mshahara na kutokuwepo kwa mikataba ya ajira. Hamisa Suleiman, endelea. Wakizungumza na Channel 10 wafanyakazi hao ambao walikuwa nje ya geti baada ya kuondolewa ndani huku askari wa jeshi la polisi wakiangalia usalama katika eneo hilo, wamedai kuwa wamekuwa wakilipwa kiasi cha shilingi 5500 kwa siku, kiasi ambacho wamedai hakilingani na gharama za maisha ya kila siku. Wamedai kuwa pamoja na kiasi kidogo hicho hawana mikataba ya ajira kwa kipindi kirefu, hali inayosababishia kutokuwa na uhakika wa ajira zao kuvalishwa nguo, nguo walizodai kuwa ni fupi au vimini, jambo ambalo pia wanapingana na uongozi wa kiwanda hicho. Yani, nguo anavyoiona hii hapa fupi, hapa kwake yeye anaona ndefu, hapo yeye anarudishwa upo. Yani hivyo anataka niambie, hata kama nikini mimi tutakike kwenda kuwaje, mimi kibarua kama kibarua apewe hiyo hela. Maziwa anapewa yule mwajiriwa tu na hela <tus> na, yenyewe maziwa anaotoa ni shilingi elfu moja peke yake yeah. Na, anatoa baada ya siku kumi. Channel Ten ilifanya juhudi ya kumpata meneja ajira kiwanda hicho Bihilda Kaijage ambaye alisema kuwa malalamiko hayo ya wafanyakazi hao yamefanywa kazi ambapo wamekubaliana kuwa wataanza kulipwa kiasi cha shilingi elfu nane kuanzia kesho, kila mtu ataongezwa kwenye section yake, lakini naenda kunipe muda, naenda kupiga mahesabu yangu kuangalia, huyo akitoka hapa ataenda hapa, huyo akitoka hapa ataenda hapa. Kutokana na mvutano huo, dakika chache mkuu wa wilaya Kinondoni aliingia katika eneo hilo na hali ilikuwa hivi. Mtuma kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa viwandani kwenye wilaya yangu ya Kinondoni atakuja, atakutana na uongozi na mtakutana naye, atawapa taratibu za kuanzisha tawi, na Ijumaa hiyo hiyo tawi lazima likamilike. Jumatatu watakuja watu kutoka wizara ya ajira kazi na walioko ndani ya wilaya yangu wanaohusika na mambo yenu kutengeneza mkataba wenu. Baada ya kumalizika kwa mkutano huo, wafanyakazi wafanyakazi walikubali kurudi kazini na hali ilikuwa hivi. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.